Tupeni Chauma tuje na mkakati Chauma. Tukiingia madarakani, ndugu zangu, tutakuja na mkakati wa kuwa na barabara za juu kama ilivyo na Nairobi. Jiji la Dar es Salaam kwa idadi ya watu wake na kwa wingi wa watu, teknolojia inayotakiwa ni kuwa na barabara za juu, magari yapite juu na mengine yapite chini. Ndugu zangu, ndiyo namna pekee ya kutafuta suluhisho, sio suluhisho hili la la, la, la, la mwendo kasi wamekuwa na mwendokasi zaidi ya mia mbili mia tatu. Leo mwendokasi zinaenda kuonekana sijui sita, hata sita hazifiki. Watanzania wako wangapi ambao wanahitaji mwendo kasi? Tupeni Chaumma tuje na majibu ya kweli ya kuhakikisha jiji la Dar es Salaam hili, ndio jiji lenye uchumi wa kibiashara mkubwa, tuna vyanzo vingi viko Dar es Salaam, bandari, tuna soko la kimataifa la Kariakoo tuna mahospitali makubwa yako Dar es Salaam, balozi zote, ikulu zote ziko Dar es Salaam. Msongamano ni mkubwa, tupeni Chaumma tuje na mkakati wa kupunguza msongamano jiji la Dar es Salaam. Tunaweza tuje na mkakati wa barabara za kupita juu zitakazoweza kusaidia magari yapite juu na mengine yapite chini. Tunaweza kwa sababu kodi tutakuwa na uwezo wa kuzisimamia. Mwendo kasi tu hiyo hapo. Wamekuja na mkakati wa mwendokasi eti kupunguza msongamano Dar es Salaam. Sasa badala ya kupunguza msongamano, mabasi wameongeza msongamano. Mabasi ya watu binafsi yameondolewa kwenye barabara za mwendokasi. Wange kuna sababu gani? Wangeacha mwendokasi ipite kwenye njia yake na yale mabasi ya daladala yapite kwenye njia zake za kawaida. Yasaidiane kupunguza msongamano, si ndio? Suluhu ni serikali kuhakikisha inabinafsisha mwendo kasi. Wako watu leo wana mabasi zaidi ya elfu nne, wanakwenda ndani na nje ya nchi. Wapeni watu hawa mwendo kasi hii, muone kazi itakaofanyika. Acheni sekta binafsi, daladala hizi na zenyewe zitumie njia ya kawaida, zisaidiane kupunguza msongamano Dar es Salaam, na sio kufukuza na fukuzana, kuanzia kata ya Mzinga mpaka hii ya Msongora. Ukienda kata ya Majohe mpaka kata ya Kipunguni, ukienda kata ya Kitunda mpaka kata ya Kivule, ina shida kubwa sana ya barabara. Kama ulivyoona wananchi hawa, wananchi hawa ikinyesha mvua, ni bahati nzuri umekuja haijanyesha. Ikinyesha mvua, wananchi wanalazimika kuchukua viatu mikononi ili wavuke madimbwi waende barabarani wakavae kavae. Ndo hali ya jimbo la Kivule. Lakini ukiacha barabara zikiwa mbaya, gharama za maisha zinapanda, nauli zinakuwa juu, maeneo mengi mabasi hayafiki, ya wanatumia bodaboda, nauli zinakuwa juu wakati vipato vyao viko pale pale lakini hata hata vitu vya madukani wanaenda kufunga bidhaa mbali, wakipitisha kwenye barabara baya, vinafika hapa vikiwa na gharama ya juu sana. Hilo tatizo ni kubwa sana, na ni tatizo la kata zote sita za jimbo la Kivule. Hawa na vijana kwa mujibu wa sheria wanastahili mikopo isiyo na riba kutoka halmashauri zao wanaambiwa hawa undeni vikundi na, wanaunda. Wanaambiwa hawa andikeni katiba za vikundi, wanaandika kwa hela. Wakimaliza wanaambiwa sajilini vikundi, wanasajili kwa fedha. Wakimaliza kusajili wasema fungueni akaunti benki, wanafungua akaunti kwa hela, baadaye wanaachwa soremba. Wakiachwa soremba, hawa kina mama wanaangukia kwenye mikopo ya kaushadamu.